Nam, tukiendelea na taarifa zetu ni kwamba tume ya kitaifa ya kutetea haki za binadamu na mwanamuziki Paul Kigame wamewasilisha kesi mahakamani kupinga utekelezaji wa sheria ya uhalifu wa mitandao iliyotiwa saini na Rais William Ruto juma lililopita. Haya yamejiri mahakamani huku viongozi wa upinzani na wanaharakati wakikosoa sheria hizo wanazosema ni za kuwanyamazisha wakosoaji wa, wa serikali. Jaji mkuu mstaafu David Maraga akiongoza ukosoaji wake kwa kusema kwamba hatua hiyo ni kejeli kwa katiba ya sasa. Mwanahabari wetu Melita Ole Tenges anaarifu mengi. Aliyekuwa jaji mkuu David Maraga amemkosoa rais William Ruto kwa kutumia kipindi cha maombolezo kufuatia kifo cha aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga kuidhinisha miswada saba

Amedai kuwa baadhi ya miswada hiyo kama ule wa marekebisho ya matumizi mabaya ya kompyuta na uhalifu wa mtandao inalenga kunyamazisha wakosoaji wa serikali wa hasa mitandaoni. This unconstitutional committee can order the closure of any website, blog, mobile app, Facebook, X, TikTok, YouTube. Or Instagram accounts for allegedly promoting illegal activities. Mswada mwingine uliozua utata ni ule wa ubinafsishaji wa mashirika ya umma ambao Maraga anadai unafungua njia kwa baadhi ya wanasiasa kujipatia mali ya umma kisiri. Wakati huo huo, mwanasiasa na mwanamuziki Ruben Kigame pamoja na shirika la kutetea haki za binadamu wamewasilisha kesi mahakamani kupinga utekelezaji wa sheria ya uhalifu wa mtandao wakitaka kusitishwa kwa utekelezaji wake na idara husika kama vile bunge la kitaifa na afisi ya mwanasheria mkuu The government knows that, uh, people are going to court. The government knows that, uh, uh, the Kenyans are not happy. So how do you circumvent this? Move with speed. So that by the time we go to court and, uh, if we get, uh, court, court, court orders, it will be said that, uh, we have been overtaken by events. Maraga pia ametilia shaka pendekezo la kuuza kampuni ya Kenya Pipeline akidai kuwa hakuna msingi wa kiuchumi kwa uamuzi huo kwani kampuni hiyo haijaonyesha kupata hasara yoyote. Milita Ole Tenges, Runinga ya Citizen.